Tumeingia Mikindani kuja kupiga stori na waswahili wenzetu wa Mikindani. Sisi kama mtaani kwetu tumekuja hapa kukupa stori na details za Mikindani na kukwambia Mikindani ni sehemu aina gani na wanapatikana watu wa aina gani. Karibuni sana kwenye kipindi chetu cha mtaani kwetu. <laughs> Unauza machungwa? Ndiyo yeye anauza machungwa. Natoka stendi kwa kuuza machungwa. Huyo wasombea ila mimi hapa ndo mbea. Kwa nini mbea? Yaani umbea mbea na ndio maana kwenye igizo langu niloigiza mm -hmm. Wakanipa sini kwa nini, wani wakanipa jina la Mkanambuje salamu jina lale, yaani mm -hmm. <laughs> atakiwi kuulizwa yaani, kuuliza anakupa habari bila kumuuliza mm -hmm. so, hey, hey, nipe habari za Mikindani awaza <laughs> Mikindani safi tu. <laughs> nipe umbeo, mkanambuje. <laughs> <laughs> Kiruga si Kiingereza, kwa vile vile kwa Kiruga. Kwa nini nimchambe, wewe ni mtumbea? Eh? So Kwa nini sina mwambia ili ajirekebishe? Kwa nini namwambia kwa baya? Wala. mm -hmm. Eh, basi kama unamwambia ili ajirekebishe, umwambie tu atasikia. Mpe salamu zimfike, ali iko huko. Na, na, eh, mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Kwa nini tunaishia mambo haya? Yaani mimi nina vitu vyangu kichwani. Na, na vitu ah, ke vitu vyako unataka kunipa. Kwa nini unataka niongee? Ah, ongea. Na, na, tu darasa moja kwa moja. Tu darasa. Nina misemo yangu mm. Msemo wa kwanza mm. kwa nileka dedikishwani mm. Msemo wa kwanza mm. ni mapenzi mm, sio maneno uh -huh. Bali ni action. Sawa. Pia tufanye mapenzi na kwa communication ili tuepukane na atwe isidi akusababishia alafu, tukaikosa education ah. na kupenda zaidi aa, alafu kitu kingine eh. wengine waliachana uh -huh. wakati bado uh -huh. wanapendana uh -huh. wengine waliachana siku chache baada ya kuchokana uh -huh. wengine waliachana baada ya kupata pesa uh -huh. wengine waliachana uh -huh. walipopata wapenzi wapi nyingine nasemaje? Ndugu mteja, kifurushi chako cha kulala kimeisha. Tafadhali shuka kitandani, jiunge na bonus ya Kumekucha. Ili kujua salio, piga mswaki. Kwa maelezo zaidi subiri chai asubuhi. Njema, wacha <laughs> <laughs> <laughs> mm -hmm. Kupenda na kuchukiwa mm -hmm. ni jambo la kawaida mm -hmm. usione unacheka nao mm -hmm. ukafikiriwa na kupenda kumbuka, mm -hmm. mm -hmm. wabaya wako mm -hmm. ni hao hao watu hao. Twende dada, mimi nakuelewa sana. Mhm. darasa linafika kwa Waswahili. Waswahili wanapokea darasa lako Mhm tamtamu ya sukari, mm -hmm. ulinipa wewe mm -hmm. umenipa nyingi mm -hmm. ili nilewe. Sina mwingine zaidi yako wewe, mkanambuje Nizali nazo tena, nizali pekee mm -hmm. nikiwa na wewe mm -hmm. alafu ikafura mm -hmm. ilioje, kukutana mm -hmm. na wewe mm -hmm. sitaweza kuficha hisia zangu kwakolea tambuo mm -hmm. si mwingine ni wewe mwenye kubeba tabasamu langu na furaha yangu pia mm -hmm. I miss you, so that Mungu akulinde kama utaenda kwenu. Kama utaenda kwenu, mm -hmm. kama utaenda kwenu safari njema mm -hmm. wasalimia safari njema. Tayari ninaanza kukumbuka ninaanza kukuzoea na wewe unaanza kuondoka hivi mm. Ni nani wa kunifariji na kunipa maneno mazuri na ni maneno matamu yenye kutuliza moyo wangu? Ukiondoka wewe, nenda salama, wasalimia wazazi. Mimi sitochoka kukuwaza. Wacha na tumaini hutonisahau kwa kweli, kwa mpango huo kweli, mkanambuja hata tuwezi kukusahau kwa kweli. <laughs> <laughs> Endelea kuwapa Waswahili wajue kuwa mswahili Mkanambuje, una mengi ya kuwaambia. Em, waambie Watanzania, waambie wana VIP Online wakujue, Mkanambuje, jina hili msisahau. Dada ndio, naanzaje kulisahau Mkanambuje, shoga yake ii, shoga yake tena, cheza simu, yuko bize, umeachwa na mchumba. Nina cha kuongea. Sio kweli. Hebu nipe na hizo zako. Ah, sina chochote. Ah, ningepena kwanza. Nio nijitambulisha kidogo kwanza. Yani ulisema mpaka ujitambulisha. My name is Najah Ahmad. Wacha. I come from Mikindani, Kisungure State. Wani? Hapo nyuma ndo petu hapo. Huko nyuma. My name is Najla uh -huh. Afmed Amdani uh -huh. I come from Mikindani at Kisungure City. Uh -huh. I was born is 2004. What's my up? date of birth is uh -huh. 18 uh -huh. on March uh -huh. Um, I was at a regular hospital uh, -huh. uh, one day uh -huh. I got angry because uh -huh. I was bitten with my dad I I mistake so at this this day day well to now what can I do in my life I can't forget yeah. Kumbe kinapanda kinapanda dada? Kina ah, maana kiingereza kimakonde, twende hey, tupe, tupe mkana mkana Eh Eh Eh mkana mkana Eti Ah Ah wana, wana VIP ya online Hediago, kwa uh, ile mbuje wage uh-huh. ah, wai <laughs>

Mkanambuje hapa katupa katema yai tumemwelewa na wewe. Mkanambuje ndio jina langu mm. la sanaa hilo. Kwa hiyo umefanya, una movie moja nimeshoot, inaitwa Mkanye mwanao, inapatikana kwenye flash, bado hajaipeleka Azam. Ah okay. Eh, kwa huko mtaani, kwa maana kuna mtu akiwa na shida mm. Mi yote, ya cast yoyote. Mimi mm. cast yoyote ninajua, akinipa cast ya umbea, cast ya uchawi, cast mm. ya nini? Dada mchawi. A, aso, ah ah, sio mchawi ila nilicheza cast ya uchawi. Kwenye movie gani? Mkanye mwanao. Mkanye mwanao. Eh.

Ah, bwana, mkanambuje? Sisi tunashukuru bwana. Hebu mtaani kwetu.